Jambo mtazamaji wa Goal 255, karibu kwenye mfululizo wa video zinazopandishwa kwenye YouTube channel ya Goal 255. Asubuhi ya leo klabu ya Simba imetoa taarifa kwa umma kuhusiana na sakata la dabi ya Kariakoo, taarifa inayosema na nukuu, klabu ya Simba inatoa taarifa kwa wanachama, wapenzi na umma kuwa mchezo wa nambari 184 dhidi ya Yanga uliopangwa kufanyika tarehe 15 mwezi wa sita mwaka 2025 upo kama ulivyopangwa. Tunawasii msihadaike na kelele za mitaani. Wala wale walionunua tiketi za mechi tarehe 8 mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano wazitunze kwa ajili ya matumizi ya mchezo huo, na wale ambao hawajanunua tiketi wajiandae kununua baada ya tangazo la bodi ya ligi. Twendeni tukaujaze uwanja wa Mkapa. Inafahamika wazi kuwa ligi ya NBC inajumuisha timu 16 na si timu moja. Kwa mujibu wa taratibu kabla ya kuanza msimu, vilabu vyote kumi na sita hushiriki vikao na hutoa mapendekezo ya kuboresha kanuni na taratibu ili kuimarisha ligi yetu. Hivyo wenye hoja wafuate taratibu husika. Tunaomba bodi ya ligi na TFF watoe hadharani ripoti ya uchaguzi ya uchunguzi juu ya wale wote waliohusika, wali na kuharibu mechi ya ligi jioni ya tarehe saba mwezi wa tatu mwaka 2025. Na wachukulia hatua stahiki na mamlaka husika. Kutotolewa kwa ripoti na kutochukuliwa hatua kwa wanaoendelea kuchochea ghasia ni sawa na kulinda uharamia katika mpira ambao unatia dosari mafanikio yaliyopo katika tasnia ya mpira wa miguu nchini kwa sasa. Imetolewa na uongozi wa klabu ya Simba tarehe kumi Juni mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Mwisho wa kunukuu. Baada ya taarifa hiyo mashabiki wanachama, pamoja na wapenzi wa klabu ya Simba wamekuwa na maoni mbalimbali kuhusiana na taarifa hiyo. Je, wewe una maoni gani? Tuandikie kwenye comments, lakini pia usisahau kulike, kushare pamoja na kusubscribe account channel ya Goal 255. Mimi ni Albert Salam, uwe na siku njema na kwa heri.